Mimi ni miongoni mwa watu ambao nikisafiri huwa nalia, ingawa watu wengi hawafahamu kinachoniliza nikiwa nasafiri, halafu naangalia familia maskini barabarani, watu wanaishi maisha ya mateso, watoto wadogo wanateseka, kana kwamba hii sio nchi yao. Madini ya kwetu, gesi ni ya kwetu, bandari ni za kwetu, mbuga za nyama ni za kwetu, lakini wanufaika watu wachache sana, ambao hao ndio wao wamejimilikisha kana kwamba ni vya kwao. Alafu kuna Tanzania ambao kwa sasa, sio kwamba wapenda kuishi mjini wale watu. No. Waishi mjini watakula nini? Wakaa mjini wataishi vipi? So kuna watu unaona ukiwa unasafiri, unaona unakaa kwenye kibanda unajiuliza hiki ni choo au ni nyumba. Na hao watu wanaishi brother. Lakini wafanye je sasa? Wanapenda kukaa kule? No. Nani anayewawazia wale watu? Wakaa mjini watakula nini? Nani anayewawazia? Mwenye shibe siku zote hawezi kujua mwenye njaa. So kuna namna nikitazama hii Tanzania, kuna hisia zinanijia za uchungu fulani hivi. Jana tamwesha mke wangu, anamwambia nakumbuka siku nikitoka Dodoma, Mungu anamwambia nakuandaa, kuandaa kwa ajili ya taifa, piga picha, utakumbuka hii video. Nikachukua simu yangu, nikachukua video nikiona vitoto vidogo vinafuga ng'ombe kwa uchungu. Majuzi alinitoka. Nikasema hii ni nchi yao, Tanzania yao, lakini watu wanawadhulumu nchi yao. Kuna mwenye uchungu na wale watoto wamaza, wananyanyaswa kila leo na kwenye nchi yao wenyewe, ambao Mungu wamewapa, lakini wenye mamlaka na nguvu wamejimilikisha Tanzania kama ni ya kwao. Na ukizungumza kwa uchungu namna hii kuisaidia nchi yao kuamsha viongozi wa mke, wewe ni adui. Kinachokustaili nini? Kifo? so unafika mahali unawaza nawezezaje kusaidia hii nchi? Kwa sababu kama kusoma ingekuwa ni sababu, watu wamesoma na watu wamesoma ili wafanyeje? Waajiriwe ili wasaidie nchi yao, halafu familia zao, au ili wasaidie familia zao, alafu wasaidie nchi yao. Kwa sababu bradha, ukiajiriwa wewe utalipa kodi, so anayefaidika wa kwanza ni nani? ni nchi yako, kwa sababu pesa kabla ya kufikia wewe ishakatwa kodi tayari, si sawa? So unapewa kiasi fulani ukasaidia familia, lakini tayari kodi imeshachukuliwa. Sasa kama kusoma ni dawa, watu wamesoma. Mbona sasa hivi kumwona mtu ana masters na ni bodaboda ni kawaida? kwenye nchi tajiri kuliko nchi nyingi Afrika ni kawaida, ni kawaida. Unawaza ni pigo gani basi ambalo Mungu anaweza kalitumia kuamsha watu watambue wajibu wao kwenye taifa? Kwa sababu kama ni mapigo makubwa Mungu ameshapiga hivyo. Unajua Tanzania ndio nchi pekee ambayo inaongoza kwa, kwa, ku, kwa, ku, ku, ku, kuwaka mioto kuliko nchi yote ambayo unasikia. Uh, Africa hapa Ulaya ni vitu vinadira sana, mara moja moja unasikia gari imewaka moto mara moja moja sana. Siku niko niko, niko, na, na, niko Norway na mke wangu kule ghafla, sio alikuwa na kaanga nyama, sio alikuwa anafanyaje, akasahau kuzima moto Gafla, moshi ukapanda alama ikapiga faster. Watu wafaya washa, washa wajibika. Leo hii Tanzania hii unaweza ukaongola na nyumba mpaka mwisho. Wakifanikiwa, wakifanikiwa kuja kukuzimia, wamekuzimia imeisha hiyo. Hakuna atakayejua utalala wapi, utakula nini, ndio imeisha. Nyumba ambayo umeitumikia kwa miaka kuijenga imeongola hata siku moja kwa uzembe itha wa umeme ambao huhusiki. Lakini nani anayekuwazia baada ya hapo? Unaishi wapi na wanao? Hakuna, ndio imeisha hivyo. Nani awaze mara mbili kwa bari ya inchi? Injili za Mathayo hasiwezi kuwaamsha wale watu singizini, wale watu singizi, wamelala usingizi wao. Ni kama mtu aliyekufa. Wanachowaza ni wao na watoto wao. Basi analindwa na serikali, ana walinzi binafsi, watoto wake wanalindwa. Wewe na mtoto wa waziri mkuu tofauti gani? Wote mna damu sawa, wote mmezaliwa, wote mko sawa, kila kitu mna utu sawa. Lakini mtoto wa waziri analindwa, wewe ulindwi sasa hivi mtu waziri akitekwa taifa linasimama, anatafutwa. We tekwa sasa hivi nani awajibike? Kwa hiyo utu wenyewe umeshuka thamani, so mtu wa kiongozi ana thamani kuliko wewe. So nani asimame sasa itete hii nchi? Tubiri Mar Marko ndio watu taamka? Tubiri mithali ndio watu taamka? Never. Never. Na usije ukadanganyika kwamba kinachosababisha hii nchi iendelee ni CCM, ni uongo, sio CCM. CCM CCM ni chama, hakina shida yoyote. Shida ni nani? ni watu. So ukisema hivi, mimi nachukia CCM, brother, hujafanya chochote. mimi nachukia CHADEMA, hujafanya chochote, kwa sababu kinachoharibu mifumo sio chama. niwe kusungumza mangasema nalamu sana. Nasema ndoa zina shida, ndoa yenyewe haijui kama ni ndoa. Yaani ndoa yeye ajijui kama ni ndoa. Oh, ndoa za siku hizi zina shida sana. Oh, ndoa za siku hizi zinavunjika. Watu wanaona kesho leo kesho ndoa zimevunjika. Ndoa yenyewe ukiuliza wewe ni ndoa, haijijui kama ni ndoa. Ila wewe ndio umeita. Yaani umemchukua mwanamke au umemchukua mwanamume umekaa naye, alafu anamwambia unajua hii ni ndoa. Yeye yenyewe ndio umetengeneza ile neno ndoa. Haya, ndoa tukuulize wewe, ndoa unajua kama ni ndoa? Haina taarifa. Haijijui kama ni ndoa. Si sawa? Ndoa haijijui kama ni ndoa. So chenye shi